Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa TPA Plasduce Mbossa, wakati wa kufunga michezo ya bandari ambayo imehusisha mchezo wa mpira wa miguu, netball, kuvuta kamba, mbio za riadha, kurusha mkuki, pamoja na michezo mingine katika uwanja wa Jamhuri uliopo mjini Morogoro, mkurugenzi rasilimali watu na utawala TPA Mbarikiwa Masinga ametaka utamaduni huu wa michezo kuendelea huku akiwahamasisha wanamichezo kupiga kura Oktoba 29 mwaka huu. Endelee kuimarisha itamaduni yetu ya kila mwaka kukutana na kucheza, na tuishi kucheza tu tuishie kuimarisha umoja wetu na mshikamano wetu. Kama tunavyojua kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema michezo ya bandari 2025 ni kwa afya, tija, mshikamano kwa wafanyakazi. Lakini, lakini tusisahau kujitokeza kupiga kula. Tutumie haki yetu ya msingi kwenda kupiga kura tuchague viongozi wetu. Msimamizi wa mashindano ya riadha michezo bandari, Lens Layomari amesema mchezo wa riadha wa mwaka huu umekuwa na ushindani mkubwa, huku nao baadhi wanariadha wakieleza namna ilivyokuwa. Michezo imekuwa na msisimko wa kipekee na ushindani mkubwa, katika mashindano ya mwaka huu yalionekana zaidi kwa bandari ya Tanga na Dar es Salaam. Kumekuwa na ushindani mkubwa kwenye mbio karibia zote, kulikuwa na ushindani mkubwa sana. Mshindi wa mita 800 na mita 400 mshindi wa pili, mshindi wa kwanza pia kwenye elfu moja mia 5 ninadhani. Jitihada zote ni kwa ajili ya viongozi wetu. Kwanza kabisa nitatanguliza shukrani kwa TPA na maanisha bandari ya Tanzania na kituo changu ni Dar es Salaam Port, kwa natanguliza shukurani za dhati kwa viongozi wetu kutupa hamasa ya michezo. Michezo ni afya. Kwa upande wao, baadhi ya wanamichezo wa kurusha kitufe na mpira wa miguu wamesema michezo ina umuhimu kwenye kulinda afya pamoja na kuondoa mawazo ya vikoba. Michezo ina faida nyingi, inapunguza stress kama za vikoba nini, na inatusaidia kutengeneza mwili vizuri, tunaondoa kitambi. Kwa kwanza kushiriki tu mashindano haya ina mchango mkubwa sana katika utimamu wa mwili na akili. Na kama unavyoona, kwa sisi watumishi kama vile tunavyokutana, ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinathibitisha thamani ya michezo. Kama michezo unajua ni, eh, ni kinga kwa magonjwa yasiyoambukiza. Klofasi Flavian, ZBC Morogoro.